na Exilium. Sasa phloem ndio tishu maalum ambayo ipo kwenye shina inayotumika kusafirisha maji kutoka kwenye mizizi kwenda sehemu zingine za mimea. Huko nisiende sana. Ambacho nataka ukielewa hapa ni kwamba kama phosphorus inaweza kutusaidia katika kuhakikisha inastawisha mizizi, lakini shina kwa ajili ya ukuaji na afya njema ya mimea yetu, lakini kitu kingine kazi nyingine kubwa ya phosphorus tunasema ni uh, ukinzani dhidi ya magonjwa. Wakati mwingine mimea inapata shida ya kuumwa kila wakati kwa sababu tu ya afya kuwa mbovu, kwa sababu tu ya kutokuwa na afya njema. Sasa afya njema inajengwa na kirutubishi cha phosphorus. <coughs> tunasema tunasema ni uh, imara wa kitu chochote unategemea msingi foundation. Sasa foundation ya mmea ni phosphorus ndugu zangu. Phosphorus ndiyo msingi. Phosphorus ndiyo muhimili. Kama mmea wako utakosa phosphorus katika hatua zake za awali za ukuaji, tegemea kabisa, mmea huo huwa dhaifu, mmea huo kushambuliwa na maradhi, mmea huo kushambuliwa na magonjwa, kushambuliwa na wadudu. Kwa sasa, ili kuepuka hilo, lazima uhakikishe